Nikukaribishe tena katika kutazama kila ambacho tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Hii ni Gift Online TV. Usisahau kusubscribe, kushare, kuliki pamoja na kucomment. Mkuu wa Mkoa wa Arusha atembelea Murieti kufuatia malalamiko ya wananchi kuhusu kivuko kibovu. Mkuu wa Mkoa wa Arusha Mheshimiwa Paul Christian Makonda leo ametembelea mtaa wa Murieti uliopo katika kata Sokoni 1, kufuatia malalamiko ya wananchi kuhusu kushindwa kutekelezwa kwa ahadi ya kujengwa kivuko muhimu kinachounganisha kata za Murieti, Sinoni na Lemara. Wananchi wa eneo hilo wamelalamika kuwa kivuko hicho, chenye urefu wa takriban mita 15 kutoka darajani hadi mtoni, ni kiungo muhimu kinachotumiwa na zaidi ya watu elfu mbili kwa siku, wakiwemo wanafunzi zaidi ya mia tatu wanaoenda shuleni kila asubuhi. Kivuko hicho kwa sasa kimeharibika vibaya, licha ya kujengwa kwa nguvu za wananchi wenyewe, hali iliyowalazimu kuvuka kwa taabu au kutumia njia mbadala zinazohatarisha usalama wao. Tumechoka na ahadi zisizotekelezwa. Tumeambiwa sana, lakini hatuoni vitendo. Mbunge wetu pia ameshindwa kutimiza ahadi zake. Tunahitaji suluhisho la kweli, na si maneno tena, alisema mmoja wakazi waliokutana na mkuu wa mkoa. Katika ziara hiyo, Mheshimiwa Makonda alisikiliza kwa makini kilio cha wananchi na kuahidi kufuatilia swala hilo kwa ukaribu, akisema serikali ya mkoa haiko tayari kuona wananchi wake wakiteseka kwa miundombinu mibovu. Hii ni Gift Online TV na mimi ni Esther Mamkwe.